Na mtazungumza michezo na hii ni cha pesa media. Mimi naitwa Wazili Tambiko, nyuma camera, ya kamera Director Rundo. nimemfuata mama wawili wa e, Sambi. Lakini jitihada na juhudi wawili wa kwema. Alhamdulillah, nimeipokea e, mepokea taarifa e. Sisi kama wanachama tumelipokea na tumelibeba, tuko pamoja na viongozi wetu. Lazima iwe kinyonge, e, kinyonge. Sisi tunataka vibe bwana mm. Sasa Zanzibar hamna vibe. Hapa tuna vibe la hatari, yaani mpaka mpinzani mwenyewe akili namkaa sawa akiangalia ule kalai ile lilivyojaa mpaka linacheua. Eh, eh, eh. Lakini leo Zanzibar elfu sitini eh, na mbili elfu eh, eh, eh, sitini na mbili juu, sio sitini tupo. Sasa Zanzibar elfu kumi na tano kumi na tano. Haya, unasikia elfu tano washachukua wao, unaenda eh, elfu kumi elfu kumi. Kwa kweli tunakwenda tu Zanzibar, lakini no way out, amna jambo sisi tunataka tuchangilie na sisi tulitaka tuende pale, yani kwa Mkapa vibe, full vibe, kila mtu akaishuhudia fainali tisini na tatu. Wengine walikuwa wadogo tisini na tatu, wengine walikuwa hawajazaliwa. Sasa leo wamepata bahati, ndio maana watu wakakata tiketi kwa sana, wamepata bahati, watu wanataka kashuhudia fainali. Hapo ndio hivyo tena, imekuwa chenga Stosho viongozi wetu wamepambana na viongozi wa serikali tulikuwa tunawaona pale kwa Mkapa, mzee wangu Mangungu, baba yangu nilikuwa namuona halali eh, halali nyumbani kwake, anashinda kwa Mkapa na amka kwa Mkapa ili jambo liwe hapo, na viongozi wa TFF nao wakiwa nyuma yetu. Yani kwa ujumla, viongozi wa serikali na TFF walituunga mkono pakubwa, lakini eh, wenye mpira wao wameshaamua. Basi hizo figisu, figisu zao sisi hatatuzijali, washafanya sana figisu, wamegonga mwamba kwa sababu hata hiyo Zanzibar mpaka tunapata goli moja, wao pia wamefanya figisu, lakini sisi tumetoboa. Mnyama kaenda kucheza, kaingia fainali eh, hey. Ni kujipanga tu, kujipanga nyewe, tujipange. Ila naendelea kuongea tena, wazanzibari wa simba Zanzibar wawe makini sana na huu mpira. Hatutakubali, hatutakubali, tuna wajua wachaja kobe wazanzibari wa simba waliokuwepo Zanzibar. Ili jambo sio la mchezo mchezo. Naamua kuja kuisaidia Simba na wai tula faali kusaidia Simba. Njoo isaidie Simba, ukija na mengineo, watu wataruka na wewe, watu wataruka na wewe. Watu wamechoka, watu washavurugwa. Kuna baadhi ya watu wamevurugwa, kuna baadhi ya watu wana homa kwa ajili ya Simba, kwa ajili ya Simba. Eh, vibe lake la hapa ukalichukua, ukalipeleke Zanzibar. Sio wote wenye laki mbili Zanzibar, maisha magumu, wasijifanye wana maisha marahisi. Ugali nyama hapa elfu tano, elfu tatu, elfu mbili, kule Zanzibar elfu tano. Eh, mja ujalala wenyewe, wakaribishani ndani wenyewe wakaribishani ndani. Haya, mtu unamtoa hapa, kisha atakata tiketi, anatoka mkoani mwingine, afadhali ni wa Dar, lakini mwingine anatoka mkoani, kisha atakata tiketi, akija hapa popote analala, ya maisha yanaendelea, au anadandia gari anarudi kule kwake alikotoka. Lakini leo kule inakuwaje? Wa wa kwa kwa kwa mama, kwa namna gani mnyama Simba Sports Club, ili hali yupo kule Viswani Zanzibar? Kesho kikosi kinaondoka, lakini mshazi wa Benjamin Mkapa atoki mtu mnenda Viswani Zanzibar, wakati huohuo mwenyeji wako mgeni wako si Berekane anafaida goli mbili kule nyumbani kwake. Eh, tunakwenda sisi kupambana, bado haijaisha mpaka ishe mwenyewe mgunda amesema, hmm. haijaisha mpaka ishe, hatujakata tamaa, tunakwenda kupambana. Wao wanacheza 10 na sisi tunacheza 10. Kwa maana hiyo tukapambane. Viongozi wetu awpa na, na, kitu kimoja tu neno yangu haya, faraja yetu sisi wanasimba, hatutajali tiketi, sijui zimeweza kuzika tena, zile zikakatwa nyingine zitaingia, Simba day don't care. Waza, wa viongozi wetu sisi tunachotaka tunawaambia, sisi kama wanachama wa Simba tunataka ule mzigo hapa ubaki hivyo vyote vile kombe. Tunataka kombe hapa libaki mm. kuwaonyesha kama sisi Simba tuwaonyeshe wale majirani zetu, tuwaonyeshe na wale wenye mpira wao kwa sababu ya mambo yametoka mbali, umeelewa eh? Wao wanajua na wakubwa, na sisi hali kadhalika wakubwa, japo sawa, ndo mambo ya kiwanja chetu hicho hapo. Tumeona na Al Masry kweli eh, tumeona Tanga eh, mvua kidogo tu kiwanja ndo kile sasa, tuwezi kujua, na siku zote hizi mvua nyenyezi inanyesha usiku, na kuwachenga baadaye inanyesha usiku. Kwa hiyo all in all, tuacho kiendelee waendeleze kujenga hicho kiwanja chao cha Mkapa, lakini wawe na nia thabiti ya kukimaliza. Hii aibu hii aibu eh, wana simba nawaambia, viongozi wetu nawaeleza kila mtu afanye kazi zake, marais marais mara mbili ajitoe uwanjani mara mbili kufuta machozi yetu kufuta faraja yetu. Sisi wengine tuna homa, kama mimi, tangu nimesikia jambo hili leo imekuwa kama vice versa, tuelewi. Wakafanya kazi mara mbili uwanjani Viongozi wetu wavue makoti waweke, hey, hey, begani wafanye kazi mara mbili, yoyote wanaijua wao, si tunataka mzigo. Hapo ndo faraja dua, nasara, nasara ziendelee. Hmm. Mwanachama afanye kazi mara mbili, mshabiki afanye kazi mara mbili, tujitoe jasho na damu, tumwonyeshe ule Mwarabu kama sisi huwa kwetu, na unabaki hapa. Watakuja na adabu siku nyingine na heshima. Hatuna mbuzi, na fupi wa fupi wa mbuzi wa mtu mfupi, mfupi, hamna mtu anaingia na mbuzi maeneo, maneno ya propaganda. Hakuna mbuzi, hakuna mpira unacheza na mbuzi. Mtu akaingia na uwanjani wale tu, propaganda imewashika, wanaaminishwa hivyo, basi waaminishwe hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo mama Habani. na kingine, na kingine. wachezaji wetu watulie, wachezaji wetu watulie, wacheze mpira. Wanapopata nafasi watumie, wanapopata nafasi watumie, wanapoteza nafasi, nafasi nyingi sana zungumzia Teba na... na Mkwala Ee hey, wanapata nafasi watumie. Mambo ya anaoanao ana anao mpaka katika box la mpinzani huyo, wepiga tu ndani ya zone 14 wepiga. Mwenyezi Mungu anaweza akajalia ikawa hivyo ndani ya zone 14 wepiga, sio we. Hmm. Hey, so mpaka amemkata chenga, amemkata chenga, of course wale wanajua, wanajua Wenzetu wanajua wako vizuri tunaendelea na kurudi nyuma. Sisi tunajua lakini wale wametuzidi. Huo ndio ukweli. Eh, mtani anafurahi mama wawili kwa ile kusikia Simba Sports Club kuna mechi visiwani Zanzibar. Mwenyewe ulikuwa unatamba kwa Mkapa atoki mtu unajitanua. Eh, mtani namkaribisha shauri shauri yangu Benjamin Mkapa, lakini mechi imeshaenda Zanzibar wanacheka tu. Ah, wao si wanapenda kwa ni hawana jambo kwa hiyo wako kama wanajificha hivi, wajitekenya wenyewe nini wanasema watu wa mjini Wacheze basi, hawana jambo sasa hivi, wakafucheze mechi za kirafiki huko na tuangalie watu tunapambana eh, hawana e, jambo na tukishinda, tutafanya tutaenda kupiga makofi kwa miguu chooni tukichukua mzigo kwa hizo tatu nyingi. Tatu Simba sasa, kama anazitaka nyingi, Simba anaweza kuchukua mzigo hata kwenye penalti. Sasa wao watakaobeza kwamba oh, penalti mmechukua kwa penalti. Sasa nani alikapata ubingwa kule kwa penalti ya wa, wa, wa, wa jamii gongo? Sasa wawili hivi mkichukua bingwa utakuwa ya, kwenye wa, ya, yeah, hali gani Watanibeba Jangwani. <laughs> Watanibeba yaani, nakwambia, watanibeba mwanangu, watanibeba hata. Sisemi mie, kasema mali bibi yangu, sisemi mie mm, langu looni, langu looni, sisemi kwanza kisikuwa. Yule mangungu ndo naona halali nyumbani kwake siku hiyo, naona kama atakoga maji ya ukoko. Yaani yule mangungu atakoga maji ya ukoko na viongozi wa Simba wote tutakoga e, maji ya ukoko, kina, kina muba aka mpanzu tutaogesha maji eh? Ah, ya ukoko kinaisa watoto wadogo wako katika vitabu vya historia. Haya, nakwambia tunaandaa boxer, silishasemaga hapa kwamba tunaandaa boxer <tabit> eh, <yu yu>, unabwata <tabit> naandaa boxer <tabit> mwendo wa boxer tu siku hiyo lifungia <tabit> <wata>, ndania namtaka <tabit> Injinia Saidi najitokeze kuvalisha medali. E kama inawezekana kime dawe zake zeweza hedi ya kijaya shaya tasikia katika kichwa kama sanjari anavyowakata nafu. Tuko vizuri? Aya, yeah. Unabwata. Aje kwa heri. Akija kwa shari basi utakachomkuta ataondoka nacho. Una maanisha mama wili mtu ambaye ataitia mkono kwenye mechi yenu, ajiandae. Ajiandae. Yeah, sio kuzuruanisha seto kuzurua zura hivi wana Yanga, tulieni majumbani kwenu. Kuzurua zura hivi watu waanza kurukana nyinyi. Watu leo baubweza kautimiza mka, mka, mkasanda. Eh, yeah. Tutatakana lawama. Yeah watu wana jambo lao mjini kaeni kwa kutulia eh sio mnazurura tu nazurura tu kama ndazimu mhm mm neno la mwisho kwa wachezaji wa Simba Sports Club kesho wanaondoka kuelekea biswaz wanangu wajitume tuko nyuma yao wanangu wajitume mara hizi mara mbili, mbili. kocha hana shida ya kumchezesha Hamza kama bado hajisikii vizuri baada ya kutoka Hamza kuingia wale hawajacheza vibaya wamecheza vizuri basi ni hilo tu wajitume mara mbili tuko nyuma yao naweza tukakanyaga tuka maji tukafika tuka Dar es Salaam kwa mguu dunia ikasimama watu wakashangaa tumefikaje haya. Yani wewe fulani mchezo nini? Ah mwenye si umeona airport, wenye ameona airport fly ilivyowapanda watu na mashato wamevua wao wao, lakini <manglou> eh, uwanja utoshi sasa anakuja wapi? Uwanja utoshi anakuja wapi kuja kutubana? Akae huko angalie <manglou> kwenye kio cha Azam, alipia huko 28 hivyo, alipia huko 28 hivyo, wenye atutoshi inakuwaje sasa?